Hello, habari za muda huu naitwa Joseph, mfugaji wa kuku aina mbalimbali mwenye uzoefu wa ufugaji zaidi ya miaka minne. Leo tutazungumzia jinsi ya kufikisha kuku arobaini ndani ya mwaka mmoja kwa kuanza na kuku watatu, yaani mitetea wawili na jogoo mmoja. Let's say umeanza na kuku wawili majogo, jogo mmoja na, ma, na mitetea wawili. Mtetea huyu ana uwezo wa kutaga mayai kumi mpaka kumi na nne kwa mara moja, let's say ametaga mayai kumi akafanikiwa kuangua vifaranga saba, na huyu hivyo hivyo. Kumbuka kwa mwaka wa kienyeji ambaye analishwa vizuri, anaweza kutaga mara tatu mpaka mara nne Chukulie kiwango cha chini kwamba kuku wako kwa mwaka wametaga mara ngapi? mara tatu. mara kwanza ametotoa saba, mara pili saba, mara tatu saba. So, mara tatu ni ishirini na moja. Kwa hiyo kuku huyu anaweza kupa kuku ishirini na moja ndani ya mwaka mmoja vivyo hivyo. Kwa hiyo kuku mwingine anaweza kupatia kuku ishirini na moja ndani ya mwaka mmoja. kumbuka endapo kwa watakuwa na matunzo mazuri wanaweza kupatia zaidi ya vifaranga arobaini, kama nilivyotaja awali. Karibu. Je, je unahitaji yeah kujua ufanye nini ili uweze kutimiza hilo? Nipo tayari ushirikiana nawe mwanzo mwisho, kuanzia miundombinu ya banda mpaka utuoreshaji wa vifaranga wako m kama unapenda ufugaji, usiache kusubscribe katika chaneli hii, maana chaneli hii itakupa miongozo, itakupa mbinu mbalimbali zitakazo kuwezesha wewe uweze kufanikiwa katika ufugaji wako. Karibuni sana Jose.